mwenye kutafuta ufizi, mwenye kutafuta nani? mwanya amelaaniwa, mwanamke mwenye kuchonga meno. Mwenye kuchonga meno huyo kalaaniwa, tuchukue lugha nzuri, mwenye kuchonga meno kwa kutafuta mwanya, huyo ni wa mwanamke wa nne ambaye kalaaniwa. Ama mwanamke wa tano ambaye kalaaniwa almutanamisa, almutanamisa ni, na hii sasa imewagusa sana wanawake ya Allah, na hapa naamini sikosi kumi hata kama wako manikabu, sikosi almutanamisa, wanawake wenye kuchonga nyusi, wanawake wenye kunyoa nyusi. ni hivyo nasema nyusi? <mulik> anamisa almutanamisa bimaana yule mwanamke mwenye kunyoa nyusi, ili ni jambo, ni haramu ni haramu. Kama ulikuwa hujui basi leo jua, na naamini unajua labda unasahau. Sasa ili ni jambo, ni jambo, ni mwanamke wa tano ambaye kalaaniwa, mwanamke mwenye kunyoa nyusi. Anasema Abdullahi, radhiya Mwenyezi Mungu zimwendee, anasema laana llahu lwashimat walmustawshimat walmutafalijati kadhalika hadithi inasema walmutanamisati, na wale wanawake wenye kufanya nini? Wenye kunyoa nyusi pia wamelaaniwa. Mwenyezi Mungu atukinge na asikujali kwa miongoni mwao. Mwanamke wa sita almutashabihatu birrijali